Vipi Jotoili kujifungia ndani jamani, je? Ah ah, nimeingia yes, sasa hivi. Nilikuwa nimekaa hapo. Kweli? Mhm. Mm, naona viti vingi kulikuwa kuna ugeni. Ah ah, nimeviweka tu nimekaa kaa hapa ni kwa na ugeni ugeni mdogo. Ndio <laughs> <mdogo>. hivyo. <laughs> Jana nilikuja dada, sija kukuta ngaza. Kwa nini dada yangu huyu jamani anaondoka ondoka amepata shemeji? Mimi <laughs> kuna <laughs> <laughs> muda ujio nilienda kwenye unajua ga tena, jioni jioni jioni, mchana nilikuja jioni mimi hapa kasa, jamani, jua limepoa ile, nikapiga piga stori kwa dada yangu, na shangani tu sijakukuta, nilikuepo hapo kwenye shamba hapo, waga naenda na ukota ukota vikuni na safisha, safisha. Basi labda huo muda nilikuwa nimeenda huko. mm, nani ambie nalo. Basi ila umekuja muda mwafaka, yani nina jambo zito sana niko nalo. Jimindu, usinitishe Yaani mi nimekuja hapa kwa amani tupige stori ndugu yangu, niende nyumbani, sa unaanza jambo zito. Ndugu yangu, kuna nini? Mbona ninyong'onyesha mwili huo? Jana mimi muda ulokuja nimeenda hapo kwenye shamba langu, nafika pale nakutakuta na kuni zangu, si nimemuona mtoto kwa pembeni kajibanza. Mtoto anatia huruma, haongei chochote, katulia tu, alafu unamwona mazingira aliokuwa nayo yaani sio ya kusema kwamba kulikuwa na mtu pale zaidi ya peke yake. Maskini jamani. Sasa mtoto jamani kwenye kijiji kimosi yuko na mtoto mgeni jamani mtoto wako katokea wapi? Najua. Ah, nimemuuliza maswali yangu nilipotoka hapo nikambeba nikaja naye hapa ndani. Maskini dadangu una imani. Mm. Yaani Mungu aendelee kupa maisha marefu na endelee kufanya ukawa na imani yako hivyo hivyo. Unajua kwenye familia mwenye imani wewe peke yako. Ndio maana Malem baba alisema wewe ndio kasomee usista. Mm. Ukao na katabu wewe ungeenda kusomea usista. Pole. Basi nimekuja naye, nimekaa naye usiku kucha, yani kulala hataki, kila anachomuongelesha, yani yeye, sijui ana mawazo, sijui anafikiria ya kitu gani, sielewi chochote yaani yule mtoto kilichomkuta. Lakini mwisho wa siku ngasema huyu mtoto ntamsaidia. Kwa hiyo unaye ndani? M, yupo ndani. ah, dada wewe, dada wewe Dada, iko nini, dada? Hiyo imani hiyo umeitoa wapi jamani? Dada wewe kwenye familia umelisi nani dada yangu? Sasa binti Manu unataka nimwache pale pale? Sasa ndio maana nakupa maua yako mimi jamani. Yani, vyeti hivyo havikuishi. Yani, ukimkuta mtu wote wao unamchukua, mwisho wa siku tutuletea matatizo ndani. Yani, dada yangu wewe una imani. Yani, mimi nakupongeza kwa imani zako. Kwa nini nimekosea? Ah, yani, hujakosea, nimekuona una imani. Unafikiri ningemwokota mimi kwa njia nilikuwa naona ningemchukua? Si ningefanya kumwacha baba akaja kukutana na mwingine. Sasa umemuona mtoto wenyewe au unaongea tu? Si ndio maana nakupa hongera, jamani nakwambia dada yani wewe umeweza, umefanya jambo la maana, eh? Kumchukua mtoto wa mwanamke mwenzako kumchukua kuja naye nyumbani bila uoga wowote. Yeye umefanya jambo la maana. Sasa je, umemchukua mtoto umemuokota? Umefanya utaratibu wote kuhusu kwenda kwa mjumbe. Maana yake sije kapata matatizo ndani humo, wewe ndo katupa mitihani wanafamilia. Kwa mjumbe tena? Sasa sinakua, ukimwokota mtoto watu uende kwa jumbe, bwana, nimemokota mtoto. Au ukimwokota jini likiwa nabadilika badilikia ndani, nataka uende kwa njumba. Kwa bwana njumba, mi nimekuja, unamwona mtoto, mimi nimemwokota. Nimemwokota kama nintoni, nimemwokota kwenye kuni zangu huko, nimekuja naye pa. Naomba mimi nikuja hapa sikatokea tatizo, nikaambia mimi labda nimeenda kuiba sehemu mtoto, natakiwa uende kwa njumbe. Kweli, lakini mimi yule mtoto itakuwa tu ana kitu kimempata kime, kwa sababu mm, kwa staili nilomkuta pale, sio kwamba kusema kwamba labda alikuwa kuna jambo fulani la maana, yani kama ana mazonge fulani kichwani mwake, yani hapa ninavyokuambia. Lakini bora ulivyokuja, mm, kwa sababu tangu asubuhi nimeamka, mm, shilingi sina. Yani hapo wewe kama unakaela kama mia tano ni azime kwanza nikamstiri yule mtoto, yani kwa ukanunulie kitafunio, ukanunulie dawa. Ina maana mgonjwa, yani umekuta mtoto ambaye ni mgonjwa. Kitafunio, kitafunio si, hmm. eh, waichisinajua tena. Nilimekimeki mtoto wangu kujanitumila na muda mrefu. Unajua mwanao, yani tangia aende njini apate hiyo kazi ya ualimu. Mm -hmm. Yani niomba kukanyaga kusema dada mama, basi hela zake anatuma 5000, 6000. Jamani unaishia nini njini usije huku tukaja tukalima. Yani mimi mm -hmm, unajua mwanao mimi nitamwachia lazima. Anajisahau. Mbona mm -hmm, una haraka? Ah, na haraka mimi naishi maisha yake jijini. Naishi tafikiri, njini tafikiri sijazaa ngumba. Nakati mtu nimezaa mtoto wangu. Yote anatokea baada ya mimi kuomba hii. Sasa wao wewe, nimekugea buku hivyo, mpe baraka sasa. Mtoto unaongea? Ay, maneno mazito. Bwana kazidi, mtoto yule, mimi nimechoka bwana. Wewe nani wewe? Njoo njoo, mtoto mzuri, njoo. mm -hmm. Jamani babu, haya, ujambo jamani. Bwana huyu sio mchungaji, anataka kunitoa mapepo huyu. mm. Uchungaji utoe wapi? Haya, za nyumbani. umetokea wapi mwenzetu, eh Bitimindo? mbona anafanyika hapa, mimi sijaelewa. Kwani ina maana mtoto huyu aongei? Atakua ana test bado, hajaanza hapana. Hata kama mtu mwenye stesi juu, akisha kuwa watu watatu, lazima na yeye achangamke. Eti we unaitwa nani? Kwani babu unaitwa nani? wewe bwana unaitwa nani Bitimindu sambona, mtoto mwenyee anadharau, jeuri, haongei chochote. Mimi namsalimia kwa, kwa bashasha ili atuone sisi wakarimu, ananinyamazia. Eti jukuu wangu za leo yangu sasa, kwa sababu anasikia. Unasemaje Bitimindu? mm -hmm. Ndio hela yangu sasa, kwa sababu anasikia, haongei. Ndio bibi wewe, samahani, tuheshimiane. Pesa hiyo mimi naipata kwa ugumu, naomba hiyo hela yangu. Hi? Bana leta hela yangu hiyo wewe. Yaani mimi hela yangu naipata kwa tabu leo hii na nikawape viziwi. Hivi una akili timamu kweli wewe au pungwani wa akili? Bitimindu mindu wewe unatafuta wewe kijijini hapa unatafuta nuksi. Eh? Sisi kijiji kikutwa sisi maji yanafanya kukaukiana. Kutwa sisi mazao hayakuye na dumaa. Alafu wewe unachukua viziwi unakuja kuleta kijijini nuksi jamani. Hivi una akili timamu kweli wewe, ndugu yangu wewe? Eh? Mbona una huruma una? Wewe huruma unayo? Ungekuwa una huruma ungeweza kutuonea huruma sio na kijiji wenzio. Sisi ndugu zako. Wewe kutoa kulitoa tesi watu wanaoziba riziki. Siku nyingi kijiji hiki hatujawahi tangia tuzaliwe. Kuja walemavu wa aina yoyote. Au mtu wa macho au wa masikio. Yaani wewe unamwokota mtu huko unamwona kabisa na matatizo unaleta kijijini? Unatotetekea siku nyingi kijiji nini? Jua ili tuonee imani jua kali na watu wakia sisi. Wewe una maisha kunyanyapaa watu wewe. Beti mimi ndio jiangalie wewe. Mimi nitavunja udugu kwa mambo hayo sio kwa na maana. Wewe unataka kama kijiji tutimuliwe. Unataka na kijiji watu watu wane, wane si kama tuna maana. Kwa sababu unataka kama fukuzwa wewe na mimi nitafukuzwa. Wewe ni ndugu yangu. Yaani bitu mimi ndio mimi na mkubwa lakini ukubwa wako hauna maana yoyote. Punguani wa akili. Bitu mano kwa na roho ya, ya, ya, ya, ya, ya utu wewe. Kwa hiyo unataka wewe mimi nisimsaidie? Unasaidiaje nile mavu? Unaletaje mtu ambaye kizigo? Unaletea kizigo una ndani una una una ya kijiji?

chamaynachayani E, nini kitu kinachonifurahishaga nyimbo zako, yani unanikonga kwenye umoyo, unanigusa kunako <laughs> Haya, wapi na madaftari? kama unaenda shule? Hapana ah, kazi yangu siunajua tena. hapa naishi, naenda kwa mama kibena hapo mbele. Kunani? Ah, wamegombana na mama kamwene, sinajua tena mashamba <laughs> hmm. Haya aya, aya majani nakula peke yangu, si ndio? Hapana. Huwezi kula peke yako mke wangu. Lazima tuli wote. Lazima rudi na mnuso. Ah, jua. Tunakula wote. Nyakwa. Bibi <laughs> Manu. Oh, vipi ndugu yangu? Salama, kwema utokako? Umeja hatere. Bwana sina baya. Kama sio wewe vile. Afikuzi ah, si unatakata? <laughs> Kweli. Hivi jamani jumbe. Hivi mnavyotufanyia jamani, kijijini hapa kweli jamani, eh, yani, mnajua kabisa walemavu mnawaleta kijijini hapa. Unajua kijiji hiki kina ukame, hatujui tunaingilia wapi, tunatokea wapi, maji yamekauka, sijui miti imeko, hata tukapanda jani lolote alioti. Kwa wakati alafu mnatuletea viziwi, mnanleta hapa jamani. Anachokifanya mume wako kweli, Bitimanu, yani mamgia vitu vingi sana ambavyo sijavielewa. Umeongelea kuhusu maji kukauka, umeongelea kiziwi na vitu vingi kede wakede kede. Hebu nyosha maelezo nikuelewe. Useme moja, mbili, tatu ili nikuelewe kuelewe. Ina maana njiumbe wewe unajui kama Bitimindu kaokota mtu kwa mashambani kwenda kwa takuni ka tuleta kijijini hapa. Mtoto kiziwi asikiwa, ina maana nyinyi mmejui taarifa hizo au mnanifanyia punguani wa akili. Sasa kama kaokota mtoto, si jambo la heri hilo? Ha. Au sio jambo la heri? Hilo jambo la heri. Ha. Mume wangu. Sibishi wala sikatai kwamba kaokota mtoto wala sipingani ni. Mm. wa na nini lakini, kakudharau, ameidharau serikali. Ndio manake umuhimu wa mjumbe hujaonekana, na yote kwa sababu unawachekea sana, wala kudharau. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize tena kwa makini sana. Mtoto ameokotwa muda gani, Bitiman? Toto yule ameokotwa jioni. Dada yangu saa 10 kaenda mashambani ukata kuni. Saa 12 anarudi kwa ordinary. Toto yule ingekuwa mtu mwenye akili na busara ingekuwa ana akili kama mimi. Mm. Sio punguani, mm. Inamana, yule, mm. Manu, wa akili. Mm. Ina maana mtoto yule ingekuja naye moja kama kwa na moja kwa njumbe. Kabisa. Umedharaulika. Vitimano. Mtoto kaokotwa jana saa 11. Kama kaokotwa jana saa 11 usiku bado hujafika. Bado ndo kwanza saa hizi jua ndo kali. Hata bado atauwa usiku haujafika, atamleta mtoto na atafika yeye hapa, ataniambia kuhusu hizo habari za mtoto na nitazipokea, na nitajua jinsi gani ya kufanya. Mtoto angemfia? Ah, usianze kuongea habari za mtoto kumfia, hiyo kila mtu lazima awe na, na, hofu, lakini bado hajafika. Subiri afike, jamani. Njumbe, mimi ishaa bwaga yangu wayo, naendelea siteni kumpokea wapi? Siteni kumpokea mgeni wangu. Ah, sasa kwani mikiziwi? Ongea taratibu, acha nikutoe sasa. Sasa. Sasa unapoondoka na hizi mboga nachambua nani? Jamani. Raha ya mgeni ndugu yangu mme wangu kipenzi mahabuba akija lazima atolewe. Aya, mimi ninamwacha mgeni anaondoka. Hiyo ni picha gani? Sio picha nzuri. Labda alikuwa na mambo mengine yake aongee baadaye. Sasa, nikwambie kitu. Mtoto mzuri, shika hii karatasi, andika jina lako, jina la baba yako na la mama yako, na sehemu ulipotoka. Haya, andika. Oo, oh, kumbe unaitwa Musa eh? Hey, jina zuri Yaani natumaini kabisa huyu ndio yule mtoto ambaye asiyezungumza, yani yule mtoto ambaye ni bubu. Maana huna mtoto, huna mjukuu, huna mwana. Hivi wewe mama mbona hujionei huruma jamani? Tukisema wengine utasema, "Ao, oh, mama mjumbe, una mdomo sana, wewe ulitanguliza miguu." Yani utaongea maneno mengi tu. Kuletewa taarifa na Bitimani. Kuletewa taarifa sio, nimekuja kushuhudia mwenyewe. Achana na kuletewa taarifa, nimekuja kushuhudia. Haya, ili nishuhudie ujambo Ujambo, ona anavyonikodolea macho kama mwanga. Yaani mtu mzima anaongea, yeye kakaa hapa ti a a. Endelea kukaa chini, wasijeuli. Kwanza huu mkosi unautoa wapi, we mama, mama? Chakula chenyewe, chakula, huna. Usimkimbize, mwacha yasikie. Huna chakula, we mama, huna kitu chochote wewe. Kila kitu kwako ni mtihani, bado umeongeza na mkosi mwingine Nimekuja kukuomba niye watu wanasemaga kwamba afu wewe sikiliza, usinijibu usijibu serikali. Yani mi naongea na wewe, naongea mi. Ni mke wa mjumbe, bwana mume wangu ana hadhi hapa kijijini, ndio msomi. Alafu mi naongea naongea, ungekuja kuniomba, usije kuniomba mi na haki ya kujua wananchi wangu, kwa sababu mume wangu ndiye mwenye wananchi. Haiwezi ukawa we mjumbe ukawakosea walemavu na usipende walemavu, mjumbe gani kwenye walemavu naomba uzunguke nyumba zote za hapa kijijini nionyeshe mlemavu yuko wapi? nionyeshe mlemavu ni nani? wewe ndio Mungu, mi si Mungu, na wala usijikinge kwenye mavuli wa Mungu kwamba nianze kukuogopa kwamba nitamkufuru Mungu. Sijazaa mlemavu, sina mlemavu, wewe ndio mlemavu kwa sababu hujazaa, na ndio maana unachukua walemavu wenzio ndani. Mvua hakuna kijiji hiki, wewe tena unatuongezea watu wasiongea tulishasema hichi kijiji hatutaki mtu yoyote mlemavu, mwenye ulemavu wa miguu, ulemavu wa masikio, ulemavu wa kutokuongea, wala ulemavu wa ngozi, sisi hatuwataki. Inahusiana nini na hivyo vitu? kwa sababu umemleta huko ndani asa, sikia, huyu takataka wako aunuke, tusie tukapata magarika sisi kwa sababu yako wewe. We nani? Nani we mama we? hivyo vitu vinaletwa na Mungu? Mungu yuko wapi? wewe unamjua Mungu? Nionyeshe huyo Mungu. Uliwahi kwenda kwa Mungu ukarudi akakwambia nimeleta hichi kitu? Ebu wacha unafiki wewe bwana, we mzandiki sana. Sikiliza nikwambie, mimi hapa naenda kumwambia mume wangu huyu takataka kinyangaratira, labda sio nyakwesi, aondoke. Hatumtaki. Unataka kutuletea mikosi? Ni kwako kwa kwa kwa kwa kwa nini? Lakini ki... hii kijiji nani mjumbe? Ni kwako tu, lakini nani mjumbe? Mjumbe ni mume wangu eh kama ulikuwa ujui na kupata taarifa, mjumbe ni mume wangu. Mimi nalala naye ndani tukiwa hawa tumejifunika shuka. Sasa atachagua, we ubaki na huyu nyangala yako, au mimi. Mwendazi maarifa usojielewa we mama, vipi ajeje nyumbani kwako kwa, wewe nipisha, usijibu serikali. Unajibuje serikali? Wewe wewe, kwa nini jibu serikali? Serikali watu, wewe uogopi? usijibu serikali, na naenda kumwambia umenitukana Yaani wewe serikali unaitukana. Jua linawaka, jamani, achana nalo litakusumbua hey. Nimetoka ndugu yako tulivyoachana pale tu, unanijua silazi kitu na mimi nikaenda kumshuhudia bubu moja kwa moja kwa dada yako, ukuwepo, malaika wako alikuwepo. Nimemsusubika na maneno wewe, nimemchezesha kidako kingisa, mbona kaelewa ajalia. Aliye wapi yule dada yako yule? Na wasiwasi naye kama sio wizard, basi ana uchembe chembe. Yani yule sio wizard wewe, nyakwesa, hujanjua dada wewe. Yule pale anajifanya mama huruma yule, ndio kinachomponza kijiki. Huruma wapi Nimemsema nikaambia, chakula chako shida, kila siku unamsumbua biti nani, biti manu, kila siku biti manu, mwanae ndo atume hela, wewe ndo upate kula ujazaa, bado unaita mtoto wa nini? Bas, alipokuwa mjinga, si anaanza kunisema vibaya, nikamuza, unaisumbua serikali, yani wewe unaisumbua serikali, kwa sababu yani mimi nikisimama sehemu, ni kama kasimama mjumbe mimi <coughs> mjumbe. Yaani wewe mke wa mjumbe kujimwambafai wewe. Ah, sasa ni mke wa mjumbe sio mke wa mjumbe. Ah, mke wa mjumbe. Wewe unataka kuishi mama mheshimiwa. Unataka kubishana na serikali. Nikasema jamani, nipite kwa shoga yangu nije mgeni amekuja? Labda nitakutana na ugali. Mgeni amekuja. Yaani, mgeni mwenyewe nimesema mgeni kwa sababu kanyong'onye, mgeni, nikodi bodaboda. Nikawaza jamani, stendi palivyokuwa mbali. Mtoto watu kunileta kwa miguu tungefika saa kumi na mbili na mimi napita najiuliza kani memeza chatu. Mswalie Mtume. Kwa umbali gani? Stendi pale. Ni maaka. Ah, nyako bwana, hapana ni <laughs> nini chini mistaki. Ah, ila wewe, hapana kwa kweli. Wanga. Mgeni wenyewe Wanga. Ndiyo. <laughs> Wanga. Mimi nikupe nini? We Wanga. Aya <laughs> njoo salimie bibi, njoo na simu yangu hapo mezani ni. Mm, mimi sio bibi jamani. Mimi kwa wanga sio bibi kabisa. Mimi huyu ananiita baba ananiita mama mdogo. Mama yake yuko darasa la saba si la sita, mimi ndio niko la nne B. Ndio naacha shule moja kwa moja. Ah. Kusoma. Ndio kama umemaliza ume fulani. Mimi nimemaliza alafu nilivyokuwa nina akili za mtaani. Unaendeleaje? yani Yaani nyakwe. Uh-huh. Mama wanga mi namshangaaga sana. Yaani yeye ndio ya kanituma nitoke kwenye gari. Alafu ye baada ya kusoma mama mtoto huyo kafika wala aulizi afanyi chochote hapa anga bwana. <laughs> E, kalisi kwa baba zake yani. E, mtoto huyu tabia zake mm. We tena nagubu lako kalisi kwa baba gani we, unajua mashangazi zake, unawajua alivyokuwa gani mbaya? Wale walimkataa mtoto yule walivyomwona tayari kashapata kazi za ualimu, kwa sababu nimesomesha mimi hapa kukuza majani ya kunde alo. mm -hmm. E. E.